Mambo vipi, mwana sawa sawa digital. Kumekuwa kuna matukio tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanatokea e, katika nchi zetu au katika mazingira yetu ambayo tunakuwa tunaishi e, kila siku, lakini sasa niko na tukio ambalo la kusikitisha kidogo, e, masuala mazima ya ulawiti. Ulawiti umekuwa ni moja kati ya majanga ambayo yanasumbua nchi nyingi kutokea Afrika, lakini pia duniani kote, lakini niko na stori ya mtoto wa miaka saba. E, ambaye yanasemekana kwamba kalawitiwa kutokea huko e, nchini South Africa au Afrika ya Kusini. Sasa, mnamo Oktoba 2024 e, katika tukio la e, kuhuzunisha ambalo lweza kutokea katika chuo cha e, Big View shule inayojitegemea kutokea huko e, Afrika ya Kusini. Aliweza kunajisiwa ndani ya eneo la shule alipokuwa akisubiri usafiri. So mtoto huyo anafahamika kwa jina la Siswe kwa wakati anasubiri usafiri aweze kwenda nyumbani, ndipo ambapo tukio hilo la kulawitiwa liweza kutokea. Sasa shule hiyo inashutumiwa kwa kushindwa kushughulikia hali hiyo haraka, na inaripotiwa kuwa haishirikiani na idara za sheria eh, kutoa taarifa muhimu kusaidia uchunguzi tangu tukio hilo lilipotokea Oktoba eh, mwaka jana. Mara baada ya tukio hilo kuweza kutokea, imeonekana shule hiyo kutokuwa na ushirikiano mzuri na serikali au na sheria ambazo zinakemea masuala hayo kutokea kule nchini South Africa. Kwa hiyo wameonekana kama wanajitenga wana sana hii eh, shule pamoja na sheria hizo za serikali yao. Zaidi ya hayo, taasisi hiyo ina makosa kwa kujaribu kuweza kuficha mwalifu ambaye anashughulikiwa uh, anahisiwa kwamba ni mmoja kati ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi eh, katika shule hiyo au katika kituo hicho, ameweza kufanya tukio hilo. Vyombo vya habari nchini Afrika ya Kusini vinaripoti kuwa baada, baada ya kuwezesha uchunguzi shule hiyo iliweza kujaribu kujitenga na tukio hilo kwa kudaiwa kupatia familia ya Asiswe barua ya uhamisho ili ahamishwe shule nyingine, hatua ambayo imelaaniwa na wengi wakiona kama nia ya kulinda heshima ya shule baada ya kutanguliza eh, haki eh, kwa mtoto. Kwa hiyo inaonekana shule hii au uongozi wa shule hii kuweza kujitenga au kuweza kuepusha swala hili, wakasema kwamba wanataka wamfanyie uhamisho mtoto huyo aweze kuhamishiwa Eh, shule nyingine, hii inaonekana kabisa kwamba wanataka kuliepuka kosa hili na limeweza kutokea katika shule yao. Sasa kufuatia madai ya shule hiyo eh, kuto kushughulikia kesi hiyo Waafrika Kusini eh, ambao wamekasilika, ambao wamekasilishwa wameweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii na mitaani na kampeni ya Justice for Cwecwe ausio wakiendelea kutaka uh, kutaka tuseme uh, hili swala liweze kuisha lakini pia wakiweza kumtetea mtoto huyo eh, Cwecwe. Maandamano makubwa nchini kote yametokea tangu wakati huku, maelfu ya waandamaji eh, wakiwepo wanaharakati na haki za kiraia, viongozi wa jamii na raia wa kawaida wakishughulikia swala hilo. Lakini si, si nchi ya Afrika Kusini tu, inaonekana kwamba hata baadhi ya nchi kutokea hapa hapa Afrika kuna baadhi ya watu ambao pia wameweza kutokana na swala hili na kuweza kulisemea kwenye mitandao ya kijamii lakini pia eh, na sehemu nyingine tofauti tofauti za kuweza ku kutoa taarifa hizo. Sasa huduma ya polisi ya Afrika Kusini SAPS inasema pia ime... e, imeahirisha uchunguzi wake kuhusu kesi hiyo na kuongezea kuwa vitendo maalum vimetumwa kushughulikia swala hilo, kwamba kwa sasa hivi tunaona kabisa kwamba polisi wa kule wameamua kuliingilia swala hilo kati na kuweza kuweza kulitatua kutokana na maandamano ya watu ambao wamekuwa wakiandamana waki, waki kuhusiana na swala hilo, wakitaka lifanyiwe kazi na liweze kushughulikiwa. Je, nini kitafanyika mara baada ya serikali kuweza kuingilia kati na pia maandamano haya ambayo ya watu ambao wameweza kuyaanzisha, ikiwemo ni live kabisa, pamoja na eh, kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa waki Eh, justice for siswe ambayo wote hawa wakiweza kulalamikia swala hili liweze kwenda sawa. Sisi kama Sawasawa sawa, sawa, digital habari kigejani mwako, tutakuletea taarifa zote kuhusiana na swala hili. Endelea kutufuatilia kwa taarifa nyingi zaidi.